Wa wa pili Aaron aaiar Baraza wa nyonyi, wa tatu mm -hmm. Dixon Omrekiti okisai, wa nne Suleiman Hamisi Harun, mm -hmm. Okay. Leo tumefika hapa ili kushughulikia ombi la serikali kupitia upande wa kiongozi wa mashtaka ya umma, ombi ambalo lilitaka vijana watano walioshikwa Jumamosi na Ijumaa iliyopita kuzuiliwa na polisi kwa siku 14, na uchunguzi ukifanywa. Madai waliyowekewa ni kwamba walishiriki maandamano ya mwezi Juni tarehe 25, maandamano ambayo yalikuwa ni kumbukumbu kumbu maandamano makubwa ya Gen Z ya mwaka jana yaliyopinga ule mswada wa kifedha. Upande wa mashtaka ulisema kwamba iwapo hawa vijana walioshikwa hapa Bungoma watano wataachiliwa basi watajaribu kuongea na mashahidi na kuwadhulumu. Wakasema kwamba wale vijana walikuwa ni watu wenye mali nyingi na walikuwa na ushawishi mkubwa hapa Bungoma, kwamba wasiachiliwe. Lakini sisi kama mawakili wa vijana walioshtakiwa tuliambia mahakama kwamba madai hayo hayana msingi. Madai hayo ni ya kupotosha. Madai hayo ni ya kudhulumu wananchi wenye nia njema ya kwenda kwenye barabara kuandamana ili kuleta mabadiliko ya uongozi na mabadiliko ya kitawala katika taifa la Kenya. Tumefurahia kwamba mahakama hapa Bungoma kupitia hakimu mkuu imeweza kukubaliana na ombi letu na kupata kwamba serikali kupitia kwa kiongozi wa mashtaka haijatoa ushahidi wa kutosha ili kuwezesha wale vijana kuzuiliwa na polisi, na hivyo mahakama imeamuru vijana hao waachiliwe kwa dhamana ya shilingi elfu hamsini au mfadhili sawa, na pia waachiliwe kwa dhamana ya pesa ya shilingi elfu ishirini Wiki jana pia yule mlalamishi alisababisha kushikwa kwa vijana ishirini ambao waliwekwa mbele ya mahakama, pia tukawa hapa mahakamani tukawafanyia kesi yao, na mahakama ikakubaliana na sisi kwamba vijana wale wiki iliyopita waachiliwe. Nichukue nafasi hii kushukuru idara ya mahakama kwa kusimama na wakenya kuhakikisha kwamba serikali haitotumia eh, mahakama ama eh, mahakama ya kihalifu sheria za uhalifu kushirikiana na mahakama hapa ndani kunyanyasa wale wanaopinga utawala. Wakenya wote wana uhuru sawa wa kuandamana, kupinga utawala mbaya, kuandamana kuleta mabadiliko ya kitawala, kuandamana kuleta kutoa uongozi mbaya mamlakani. Kwa hivyo, wakenya wasitishwe, sheria ipo, katiba ya mwaka wa 2010 inawalinda vya kutosha, na ndiposa umeona licha ya mbwembwe mbwe na sarakasi ya serikali kwenye mahakama, jaji ya hakimu mkuu ameweza kutupilia madai yao mbali na kusema vijana hao waachiliwe kwa dhamana. Na kumbuka, kwa dhamana wanalipa tu pesa leo, lakini sisi kama wahudumu katika nyanja ya uwakili nawaelezeni, serikali haitopendekeza mashtaka yoyote kwa hawa vijana, kwa wanakuja na kuomba siku kumi na nne ili waende wafinya na kuteswa vijana kwenye magereza na police cells. Wakishamaliza hizo siku wanaachana. Kwa hivyo baada ya siku kumi na nne tutakuja hapa, kama serikali haitapendekeza mashtaka yoyote, tutauliza kwamba pesa hizo zirejeshewe wenyewe na maisha yaendelee. There is no charge sheet in this particular application. There is no charge sheet. There is no holding charge. The affidavit that the IO swore was not shared with the defense. They concealed everything. They hid everything from us. But the brighter people we are we placed the I.O. on the dock and cross-examined him on his own affidavit. He confused himself and the court has observed that he actually agreed with our case and he was not sure what he was doing in court. So So so not not not not been been been been given anything. In simple terms, they have not been charged. They have not been charged. charged. No charged charged. So the, the, the so purported accused persons Yes, hapa Bungoma unahusika kwenye kudhulumu hawa vijana wadogo na ningependa kama wakili kumuuliza gavana wa Bungoma Mheshimiwa Ken Lusaka na kuanguza viongozi wote wanaounga serikali mkono hapa Bungoma, waunge serikali mkono pole pole, bila kudhulumu wananchi wa kawaida. Kuandamana kulikuwa Kenya yote, kulikuwa kule Nyeri, kulikuwa kule Kitui, lakini hatujaona vijana kule Kitui wakishurutishwa na mahakama kila siku, wakishurutishwa na askari kuja kushikwa kila siku hapa Bungoma kwa sababu uongozi wa Bungoma wa jimbo na wa kitaifa unaunga mkono serikali. Tumeona wakitumia nafasi zao kudhulumu vijana. Kama haingekuwa mahakama, hao viongozi wakuwa wameangamiza vijana wote. We are calling, uh, we are calling upon governor Lusaka and his like minded leaders to stop harassing young people using a criminal system. His time will come to an end and one day he will be arraigned in these courts and he will be equally harassed by the law. Asante, uh, naitwa Eric na Horenya, mmoja wa mawakili kwenye kesi hii. Nisemeya kwamba uh, mimi miongoni na mawakili wengine nimeridhika na uamuzi wa koti ya leo. Maanake the prosecution was engaged in a fishing spree. they are uh, properly funded by taxpayers. So we expected them to do their homework. It is not our duty as the defense counsel to do their homework. And to that extent it was clear that they had no